Nam mtazamaji wa Faida Online TV, kila ifikapo Machi nane ya kila mwaka, dunia macho yote yanaelekeza kwa wanawake. Siku hii ni siku maalum ambayo inaadhimisha siku ya wanawake duniani, lakini kwa upande wa mkoa wa Mtwara siku hii hawakuiacha ipite. Siku hii ya leo wameadhimisha siku hiyo ya wanawake katika viwanja vya Mashujaa Park ambavyo vinapatikana manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, kwa kusherehekea, kucheza pamoja, lakini pia kuleta bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa pia na wanawake. Lakini wakati huo mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Mtwara Ndugu Abdallah Mwaipaya, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanal Patrick Kenani Sawala. Faida Online TV pasi na hiana, tumekuja moja kwa moja kwenye eneo hili na kukuandalia taarifa ifuatayo. Lakini kabla ya kuzungumza mkuu wa wilaya, yalianza matembezi ya amani ambayo yameanzia maeneo ya Bima Mataa moja kwa moja kufikia kwenye viunga hivi vya Mashujaa Park. Saa hii tukamsikilize mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Mwaipaya akizungumza. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. nikukumbusha kusubscribe, ku like, na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, lakini moja kati ya vitu ambavyo amezungumza mkuu wa wilaya ni pamoja na kuwataka wanawake wapunguze ubize, wahakishe kwamba wanalea watoto wao, lakini pia, lakini pia kuwaomba e, wagombee nafasi mbalimbali za uongozi. Bado kuna matukio mengi ya ukatili kwa watoto na wanawake yanayoshuhudiwa na hapa, tumeshuhudia matukio mengi. Ukikaa unamwona RPC akitoa taarifa mbalimbali kuhusiana na matukio mbalimbali ya ukatili ambayo yanafanywa dhidi ya wanawake na watoto katika mkoa wetu. Sio mila na desturi zetu, lakini kwa wale wote wanaotenda makosa haya, mwisho wa siku utakuja kujikuta huko mbele ya mheshimiwa jaji pale, ndugu zangu. Changamoto kubwa katika kukabiliana na ukatili ni ukimya unaotawala katika familia nyingi katika kutoa taarifa za vitendo vya ukatili vinavyofanyika ndani ya familia kwa kuepuka hatua za kisheria dhidi ya mkosaji. Hivyo ni waombe wadau na wananchi wote, mwendelee kushirikiana na serikali katika kuelimisha jamii kuachana na vitendo vya ukatili, lakini pia kutoa taarifa na ushirikiano wakati wa vitendo vya ukatili vinavyofanyika lakini pia hapa lilizungumzwa suala la maadili, alilizungumza Mheshimiwa Mtenjele, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tandaimba, kwamba sasa hivi kumekuwa na mambo mengi, tumekuwa na tamaduni ambazo si zetu, ambazo zinapenyezwa zina katika maeneo yetu na kasisi, kama wazazi na kama walezi tusipokuwa makini, taifa letu hili litaangamia, hasa kwenye upande wa maadili. Leo hii tunashuhudia wimbi la vijana wengi kuwa mashoga, lakini pia tunashuhudia wimbi la vijana wengi wasichana kuwa wasagaji. Tunashuhudia wa, wa, wa ndoa nyingi duniani hapo, na wakati mwingine sijui kwenye maeneo yetu wanaume kwa wanaume au kwa wanawake kwa wanawa, wanawake. Lengo la ndoa mbali na mambo mengine ni kukuza familia. Leo hii naomba mniambie hivi, mwanaume na mwanaume wanaweza wakapata mtoto? Kwa hiyo sisi kama wazazi, na naamini kundi hili kubwa la wanawake, na ambapo tumesema hapa kwamba nyinyi mna nafasi kubwa sana katika taifa letu, naamini tukishikamana na tukasimama katika misingi mila na desturi zetu, hatutakuwa na taifa la mashoga, hatutakuwa na taifa ambalo la wasagaji. Mwisho kabisa, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania imetangaza rasmi kwamba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambapo tutakuwa tunamchagua rais ambaye naamini wanawake wengi leo amekuwa ni role model wenu. Tujitokeze akina mama kushiriki katika uchaguzi, tujitokeze kugombea nafasi mbalimbali ambazo zitatangazwa pindi kipyenga kitakavyopulizwa. Naamini mabavu mnayo, kwa sababu tumeshaona harakati zenu. Baada ya kumsikiliza mkuu wa wilaya ya Mtwara, saa hii tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya washiriki ambao wamefika kwenye tukio hili. Jina langu Haji Saidi alimkwewe naishi Mikindani, kata ya Jangwani. Sawa, tuambie, katika siku leo, hii ya leo tumeona kumefanyika event hii, wewe umejifunza nini kwenye siku hii ya leo? Nimejifunza baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa sivifahamu kama mi mwanamke, haki za kiuchumi, uongozi kwa wanawake. Mmoja kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa na mkuu wa wilaya ambaye ndio mgeni rasmi hapa, amesema wanawake mko busy sana Nambaga, na mpaka inapelekea sasa mnashindwa kulea watoto na watoto saa wanalewa tu na watu wengine. Hii wewe imekufunza nini kama, kama binti kama mama? Nijifunza kitu kwa sababu hata kama kijijini kwetu hayo yapo. Wanawake tuko busy sana kwenye biashara, kilimo, hatu yani muda mrefu hatuna muda kusema mtoto amekula, amevaa au yukoje. Nashauri kwa wanawake wenzangu kikubwa hasa kwa mfano mtoto anapoenda shuleni, akirudi shuleni, useme tu ameenda shuleni. Mkague kwanza uhakiki kwamba ameenda shule. Mwezi wa kumi ni uchaguzi wa serikali kuu ambayo nakuja kuchagua eh, madiwani, wabunge na mheshimiwa rais. Tunaona mkuu wa wilaya pia amesisitiza wanawake muingie kwenye, kwenye kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Umeipokeaje hii? Nimepokea vizuri kwa sababu wanaume wengi kwa asilimia mia, wanawake walikuwa tunakandamizwa sana. Naamini kwa imani yetu mwanamke akisimama tatetewa sana. Kwa jina naitwa Amina Msea, mkazi wa kata ya Jangwani. Sawa. Leo umehudhuria haya siku hii ya leo kwenye siku ya wanawake duniani hapa mkoani Mtwara. Mkuu wa wilaya amezungumza mambo mengi, moja kati ya mambo hayo ni kuhusana swala zima la wanawake kuwa busy na kushindwa kulea watoto wao. Wewe hili mlipokeaje? Nilimelipokea, ni kweli, tuko bize sana, kwa hiyo watoto tunaacha wanalelewa, tuna serikali ya CCM. tutenge muda wa kuitunza familia yetu. Lakini pia amezungumzia swala so zima la wanawake kujiingiza kwenye swala so zima la kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Wewe hii nayo imechukuliaje kama wanawake au kama mwanamke? Nimechukulia fursa nzuri, tusirudi nyuma wanawake kwa kusema wanawake hatuwezi wakati tunaweza Kazi ya Faida Online TV ni kufika kwenye maeneo mbalimbali na kuweza kukusanya matukio na kukuletea hapo ulipo. Leo tulikuwa na kazi moja tu kukusanya matukio ambayo yametokea kwenye siku hii ya wanawake duniani ambayo yameadhimishwa katika mkoa wa Mtwara na yamefanyika katika viunga hivi vya Mashujaa Park ndani ya Manispaa ya Mtwara Mikindani. Mpaka kufikia hapo mimi nimefikia tamati, jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.